The the reason ilimtuma ni njoo, nataka wajuane. Unajua familia tulia, tulia. <coughs> As a man, <laughs> uh, lazima lazima wajuane, unajua lazima ukuwe na hata ukinituma airport ulijua this all along eh? Of course I did. Oh, so umenibeba mtoto, si ndio? No, umenibeba mtoto because hata uniamini, you don't trust me anymore. Unanitoa home niende nikuchukulie mgeni, niende nilete mgeni, kumbe mgeni ni bibi yako. Baby, calm down. Usinite baby? <laughs> <laughs> Let me explain.

nimekuambiwa, unajua, sisi wote hapa ni, ni, ni, ni, ni, ni, exactly, ni, ni, ni watu wazima <laughs> <laughs>

We, guys, umeona vile kulichemka sindio? Watu hawataki kuelewana, wame choose violence, wameoe hmm? <sighs> Na mmebondeana hapa. Guys, mmetulia sasa, tunazongea kama watu wazima hmm. Mm -hmm. Tunaeza hii nyumba lazima tu solve mambo hapa, sindio hmm. Si ndio fancy hmm. Yeah. Ya sasa yeah. so, hizo uh, so, madrama mingi in fact <coughs> azini bandi story ya drama cause I'm a grown up niko na principles zangu uh, na watu wanafaa kuambia I should not talk about each other I don't know who So, Mi sipendi hizo mambo ya um, madrama um, uh, yeah. Na kama wewe ndio kasoviwapoa umewaprovoke. Na nini? Naweza sema tu yeah, okay. you know, you know? yeah. hmm. mm. walikuwa nani... na Express but wakaacha emotions ziwalid So, mimi nimewapro. Na wewe hata wakifaita hapa ulikuwa tu unasimama unaangalia. No, as a man you shouldn't do that. Unafaa kutuliza nyumba yako, so ulikuwa unasema hmm. Wanafaa kukoexist. What should, uh, a real man do? Mi, hmm? What should a real man do? Nishaikuwa mwanaume. Kidogo, kidogo kidogo, kidogo. Ndio nilikuwa nasema you are not a man, man. So you you can never lecture me on how to be a man. No, I've not even lectured you.

vita tu. Na wewe unaangalia tu akipigana uwezi wa stop. Bro, unajua mimi ni mani. Usidhani nilitoka huko majuu nikasahau my tribe na mali natoka sawa, sawa. You want to know the Africa in me? Pesa, pesa, pesa ipendi kelele. Kelele na na na na asipigi nini? Napigia kelele pesa yangu, yangu, yangu, yangu. Because nili make na pesa yangu, na jasho yangu na bibi yangu sawa. Tulia, sawayanu tulia

Hapa hakuna ndoa kwa kina ndoa, hakuna kitu kwa kina ndoa, kuna shida peke yake, shida tu nini yake Amekula, tulieni. Amekula pesa yake yote, ndio maana namuuma.

tumekula hey, pesa yake. Hamkutuambia kuna kuanga hivi kwa kina ndoa. Hivi ndio mnapigananga it's not even funny guys. Guys, amku tuambia kwa kina ndoa kuko hivi. Mnapigana kitu kama ndoa. Hakuna kitu kama kwa kina ndoa. Eh, hakuna hata hiyo ndoa yenyewe. Hata hiyo ndoa yenyewe haiko. Ni nini iko? Mimi hapa kwangu kuna bar. The bar was not there. So the bar was nothing. Ati alikua nafikiria nikimtumia pesa, Babangu ndio CEO wa KCB, mm, na kina kopareti. Hmm, eh? anafikiria nikimwosha, nilikuwa nimekosa sabuni ya kuoga, si ndio? <laughs> <laughs> Yani, he see, like, nimetoka huko nikasaukua yam Bro. Bro. Nitakutandikia mkeka wewe, nitakutandikia mkeka kwa bahari. Kwa, ni... kwani kutandikia na mkeka kijana, utashangaa mm. yani, mm. anafikiria niki video call. Mm. nilikuwa niko na bamba mingi sana na sina familia ya kupigia, unafikiria nikikuita dadisi kwa na baba I have a, sasa ndo maana nataka no, kukuacha vile babako alikuacha. Wanaume, hivi ndio mnafanya. Wanawake mnafanya hivi. Na sufuate mumeo wa kupiganiwa. <What? Guys? laughs> Mahana nisio kujilisha mimi, mke mwenzio weke nyumba ndogo. Nyumba ndogo mnajionea, si ndio? Mimi hata mnani confuse so jua pa hata bado Amy. Do what you gotta do like, subscribe, one share, comment. One love <laughs> Next time guys okay. family Umachwa motoni. yeah. <laughs>